Kumbe baba mstaafu amewabeba ninyi nyote. Kwa hiyo anatoa zawadi kwa niaba yenu wote, Wanyarukolo we wa Mwatinasi. Sasa wapendwa, itende iliwa haki maana uh, uh, kana mno, kwa hivyo niseme tu nazingatia yote na yafurahia yale yote ambayo yamesemwa, na ninaomba tuyaelekeze kwa Mungu yale ambayo ni ya utukufu wake, na yale ambayo ni ya mapungufu yangu, ambayo ni mengi, ambayo yamedai uvumilivu wenu katika miaka hii yote. Basi hayo mniachie, nibebe nayo. Sasa majimbo ya Mafinga ambayo ambako ndio amezaliwa huyu askofu wetu, na tumempata huko na jimbo la Iringa, kwa niaba yenu nina kakaratasi hapa ambako kana gu yataendelea, lakini kwa sasa hivi wanatoa ni mwenyewe ni kiwepo zawadi ya milioni sabini ambazo zimetumbukia benki. <coughs> Na ninavyoelewa nikielewa vibaya, basi mtanisamehe. Lengo hasa ni kumwezesha awe na chombo cha kuzunguka kuziona familia, jumuiya na parokia zetu, vikaria zetu na hata kuwatembelea wageni, na pia kuwatembelea wazee wenzake. Sasa kwa vile tuongea mweni ah, ninapenda kwa niaba yenu kumwambia mwanangu, askofu wangu kwamba tuna kagari ambako kakuanzia, wakati michango yetu inaendelea. Kapo kagari hako, nitakukabidhi mwanangu, kaprado fulani kapo huko ndani. Basi naomba nikabidhi. Makofi kwa Baba. Baba Askofu kuhusu gari jipya, mkuu wetu wa mkoa Dar es Salaam amesema atatukusanya wote tukamilishe kilichopungua. Chalamila huyo.